Kwa hivyo tunashukuru sana kama wanahabari, hii leo tumeweza kuhimizwa na namna jinsi ambapo tunaweza kuangazia haya magonjwa ambayo kidogo yameweza kusahulika, na it has been a very fruitful engagement, na najua kwamba way forward tutakuwa tunaangazia baadhi haya magonjwa ambayo yameweza kusahulika na via, kufika vijijini eh, kuhamasisha umma, ni namna gani ambapo wanaweza katika shughuli zao za kila siku Uh, wanaweza kuangazia kwamba magonjwa hayo tunapigana nayo, uh, hadi tamati, okay. Na pia kutoa dhana kwamba magonjwa mengine watu wanasema pengine wamerogwa na maswala kama hayo hawapati matibabu. Mm, watu wa, wako very isolated wanakaa waki, wakiambiwa wamerogwa kwa sababu wako na hizo ugonjwa. Uh, ningetaja tu mojawapo ugonjwa kama maybe jigas vitu kama hizo wana wanawachwa peke yao. Mimi ningetaka tu kuambizo hizo ni ugonjwa kama zingine na ni ugonjwa zenye tumeongelea leo. Tutumie nafasi zetu all media platforms, zikue WhatsApp zikue Facebook zikue Twitter handle Instagram tuweze kuhakikisha kwamba tunahamasisha umma e, katika masuala ya katika magonjwa ambayo yamesahaulika. Katika vijiji tunaona kwamba kuna dhana vile mwenzangu amesema kwamba wanaona kwamba amerogwa ama kitu kama hiyo. Tuweze kutoa hiyo dhana potovu isikuwe, sisi wana habari ndio tunaweza ku, tuweze kutoa hiyo dhana ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu, watu wetu wanaishi maisha bora. Siku hii ya leo ni kwa sababu uh, the media is very key kwa kuangamiza haya magonjwa. Media iko na kazi kadhaa, tuseme, kuhamasisha jamii pia kuadvocate for these diseases with different classes of people including politicians. Tungependa kukuwa na a lot of focus um, on these diseases so that um, they are eliminated. Kwa sababu hapo kitamba kukua na a lot of focus. Resources are not enough um, to address these diseases but uh, by engaging the media um, with other uh, stakeholders tuko pia na change agents ambao wanafanya kazi within the counties. Tunaamini kwamba tutaangamiza haya magonjwa. Tunajivunia kuweza kukua pamoja na ushirikiano baina ya shirika uh, kama ya AIHD pamoja na uh, mashirika ya habari haswa wanahabari, ili tuweze kujiunga na kupambana na vita bidi ya magonjwa yaliyopuuzwa. Magonjwa yaliyopuuzwa sana sana ni magonjwa ambayo yameibuka kuwa sugu sana na magonjwa haya yanaweza zuiliwa kwa kuzingatia tu usafi wa kibinafsi e, na kadhalika usafi wa mazingira yetu. Bungoma tungali na kichocho. Kichocho ni bilharzia katika Kiingereza, na bilharzia inasumbua sana katika wards nyingi, ambapo mahali ambapo watu wengi wanachezea katika maji najua kwamba bilhasia inapitia katika maji. Mtu akienda choo nje, na hiyo mayai, ina mvua ikinyesha inapeleka katika vidimbi vya maji, na hiyo hiyo mayai yanaangua yanaingia katika konokono -kono ambao wako katika maji, na wakiwa katika konokono -kono, first stage in, inatoka katika konokono -kono na second stage tena inaingia katika mwili wa mwanadamu ambaye anaoga ndani ya mto tuko na watu ambao wanaogelea ndani ya mto, wanaenda kwa mto kuoga, wameweka bafu kwa mto, yeye anaendaga kwa mto kuoga. Tunawahimiza ya kwamba anaweza kuambukizwa ugonjwa wa kichocho kwa sababu viini vya kichocho eh, viko katika maji, na tena wale ambao wako na dams wanaenda huko kucheza na kufanya kazi eh, tunawahimiza ya kwamba eh, wa abstain wasiende kuchezea katika maji na kuogelea katika maji.